Mkopo ni fedha inayotolewa kwa mkataba kati ya mkopeshaji, benki ama taasisi fulani ya mikopo na mkopaji. Mkopeshaji hutoa kiasi cha fedha kwa mkopaji ambaye anajitolea kurejesha ndani ya muda fulani waliokubaliana kwenye mkataba. Baadhi ya mikopo imekuwa ikileta kadhia kwa mkopaji kutokana na mambo kadha wa kadha ikiwemo riba kubwa na mkopaji kushindwa kumaliza kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Wanawake hawa wa chama cha ADC wanaiomba elimu zaidi ya mikopo. Mikopo ya kausha damu imekuwa ni janga kubwa sana kwa wanawake. Kwa sababu gani? Wanawake wengi wamejikuta kwamba ndoa zao zinaharibika, lakini pia wamejikuta kwamba wanatafuta zile fedha kwa pressure kubwa na kujikuta kwamba wanashindwa kufikia hata malengo ambayo kwa wameyaweka. Elimu itolewe tolewe kwa, kwa jamii kwa wananchi waweze kujua kwamba mikopo hii inarejeshwa kwa namna gani. Hii mikopo wamama wanapendelea kwa sababu ni mikopo ambayo kwanza haina usumbufu sana e, haina usumbufu sana kwenye kuchukua pesa, yaani ni muda mfupi wanatoa pesa, lakini hii mikopo ya halmashauri ina mizunguko mikubwa. E, ya kuunda vikundi. Vikundi vinapoundwa wakati mwingine, na pesa msipate, naambiwa haya, leteni vitambulisho vya NIDA. Baada ya vitambulisho vya NIDA, tunaomba kila mfungua account shilingi elfu kumi kumi, unajikuta wakati huo una pesa, alafu baada ya hapo mtakapotoa zile pesa ndio hivyo mnaambiwa kusubiri subiri subiri, hata ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo mtu anaona kwa uharaka aingie kaushadamu, achukue pesa ili aweze kujikwamua, afanye biashara. Hii mikopo ya kaushadamu damu, yani ukiko, ukienda kujaza fomu leo hii unapewa pesa leo hii. Chanzo haswa cha kina mama kukimbilia mikopo ya kaushadamu ni kwa sababu ya ukosefu wa elimu wa ujasiriamali, elimu ya kutunza fedha pia vile vile, hata kujikimu kiuchumi, sababu hii mikopo ina, inaumiza kweli kama ilivyo kausha damu kweli, ni kausha damu. Kwa sababu imeleta athari kubwa sana kwenye jamii. Mwenyekiti wa chama cha ADC taifa, Shabani Titu akifungua kongamano la wanawake wa chama hicho cha ADC lililofanyika mkoani Mwanza, amesema kuwa malengo ya chama cha ADC ni kuhakikisha kila mwananchi anafikia uchumi utakaoweza kumsaidia kujikwamua. Katiba yetu ya chama cha ADC inatambua wajasiriamali, inatambua vikoba, inatambua jumuiya hizi za wafanyabiashara. Ndiyo maana tunasema sisi kama chama cha ADC, malengo yetu makubwa ni kuhakikisha kila mwananchi anaofikia uchumi wenye kuweza kumsaidia. Mtusaidie, tushirikiane tuwe pamoja, tulie pamoja, tuachane na hawa wanaopoteza. Kutoka Mwanza, Sara Onesmo, Clouds TV.